Habari za muda huu mtazamaji wa Mafia Television. Na leo nakupa hii. Chanjo ya virusi vya ukimwi yaanza kutumika Ulaya. Mm. Sindano ya kuzuia virusi vya ukimwi itatolewa kwa wagonjwa nchini Uingereza na Wales kwa mara ya kwanza na kuleta sera sambamba na Scotland. Sindano ya muda mrefu inayotolewa mara sita kwa mwaka au kila mwezi ni mbadala ya kuchukua vidonge vya kila siku ili kujikinga na virusi. Nzuri hiyo eh? Wataalamu wanatumai sindano za Gravil zitasaidia kufikia azma ya kumaliza visa vipya vya virusi vya ukimwi ifikapo 2030 nchini Uingereza. West Streeting, waziri wa afya wa Uingereza, alisema kuwa uidhinishaji wa sindano hii unajumuisha kikamilifu kile ambacho serikali yao imedhamiria kutoa matibabu ya hali ya juu ambayo huokoa maisha na kutomwacha mtu nyuma. Cabotegravil iliyotengenezwa na ViiV Healthcare inapaswa kutumika pamoja na mazoea ya salama ya ngono kama vile matumizi ya kondomu. Ngoja ni kukumbushe, VVU ni virusi vinavyoharibu seli za mfumo wa kinga na kudhoofisha uwezo wa mwili wa kupambana na maambukizi ya kila siku na magonjwa. Nimekupa hiyo ichukue kama ilivyo. Hebu wazi, hizo sindano zikifika bongo, mabalaya atazidi kuwa mabalaya. Basi ulikuwa na mimi Naomi na hii ni Mafia Television. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.